Sasa, leo leo nakusanua leo nakusanua kuhusu nakusanua kuhusu lock chat katika WhatsApp. Ndio. Unashika simu yako unakwenda kutafuta faili zako zilipo unaitafuta application ya WhatsApp. Eh, mimi naitumia hii hapo, naifunua hiyo ni sehemu ya chati, kuna chati mbili kuna hiyo Sajomo na Mimo sasa basi, nakwenda kuiselekti chati moja moja, naanza na hii ya juu, ninaitachi mewekea tiki, naenda juu kwenye vidoti vijuu kulia, navibonyeza hivi vidoti sasa. Nikisha vibonyeza, itakuja menyu hii hapa, kwao. Naenda kutafuta hili neno limeandika lock chati na ligusa, na funguka. Sasa hapa, ipi zinakuja chati, nani lock mbili kuna, kuna fingerprint na face uso. Kwa hiyo mimi natumia uso hapa, kwa hiyo naangalia na kwa nimelock tayari imechapotea ile. Kwa hiyo naenda ku-lock na hii chati ya pili hii mimo na process ni zile zile, una select vidoti juu kulia unavibonyeza, inakuja menyu, naenda kubonyeza lock chati nao vile vile inakuja hapo, ni fingerprint na face lock. Mimi ninatumia face, natumia uso ku unlock, kwa imepotea ile. Kwa chati yangu imekuwa empty, zote hazipo. Sasa basi, ukitaka kuzifahamu hizi chati ziko wapi, kuna njia mbili. Kuna moja, unakwenda kwenye ukurasa, unaitafuta jina la ile lock hapa. Tunatafuta ile ya kwanza sajomo hii hapo imetokea naona no, umegusa lockd. Kwa hiyo hapo ikija, nataka u unlock. Mimi nilitumia uso, kwa hiyo naangalia uso, inafunguka kama hivi, ndio hii hapa, hawezi ona mtu. Kwa hiyo baada ya hapo inapotea. Na njia ya pili, unaenda kwenye ukurasa huu, ukifika kurasa wa chati yako unakuwa una i-scroll chini unavuta tu chini hivi, zinatokea ile lock di chati bas. Unaangalia umetumia ku, una lock kwa nini? Mimi nimetumia uso, unaangalia tayari zinafunguka, ndo hizo hapo chati zenyewe. Basi una enjoy maisha, unaendelea na privacy yako. Kwa hiyo karibu kwa chati ndogo ndogo kama hizi, najua ujui